Sasa wanajeshi hao wa kikundi cha JWTZ wameweza kuwazingira jamaa ambao wameweza kutokea siku ya leo. Waandamanaji wa Mwanza wameweza kutokea na kipasa sauti ambacho kwamba kabla hawajaweza kufikiwa na polisi, wanaweza kutangaza waziwazi kwamba wanafanya maandamano ya amani. Kwa hivyo polisi ambaye anawaona asiweze kuwadhuru. Sasa bwana, hawa wameweza kutokea na kukaa katika eneo moja la mji ambapo kwamba ndo wanafanya maandamano yao. Ni kundi la watu wengi na kwa hivyo ikiwa polisi hawawezi kurusha kama ni marisasi ama vitu vya machozi ovyovyo, lakini pia jamaa hawa hawaonekani kuleta vurugu. Ni jamaa tu ambao wameweza kuingia sehemu ya mjini na kuweza kuhakikisha kwamba wanafanya maandamano yao kwa amani. Sasa polisi wa kijeshi majeshi la Tanzania, kunradhi, wamefika pale na wanawapatia usalama jamaa hawa ili kuweza kufanya maandamano ya siku hii ya leo. Watu wamekimbia majumbani kwao wanaishi kama digidigi digi. Ndio.

moja ambaye ameweza kuchukua kipasa sauti pale ameweza kusikika kie, akiweza kuyasema mambo machache ambayo kwamba jamaa hawa waliohudhuria hapa wamemshabikia kwa maana, hicho ndo wameweza kutokea ile waweze kukifanya, msikilizaji. Jambo la kwanza ambalo jamaa huyu ameweza kulizungumzia ni kwamba ndugu zao wameweza kuuawa na jambo hilo ndo limeweza kufanya basi waweze kutokea siku ya leo, na kuweza kuhakikisha kwamba wanashiriki katika maandamano ya siku ya leo, ili kuweza kuhakikisha kwa kwamba ndugu zao walioweza kuuawa kupitia kwa maandamano, popote walipo wanapata kupumzishwa salama, lakini pia wanaweza kuidai miili ya ndugu zao hao walioweza kuuawa iweze kurudishwa. Ni baadhi tu ya masuala ambayo wameweza kuyazungumzia pale, lakini pia ameweza kusema kwamba ndugu zetu ambao wametekwa ni wakati sasa warudishwe ikiwa Tanzania itahitajika kuwepo amani. Kwa hiyo jambo la pili ambalo wanalipigania hapa ni ndugu zao walioweza kutegwa wapate kurudishwa ama waachiliwe huru, aweze kurudi majumbani kwao. Elewa kwamba msikilizaji, serikali itakuwa imewashika hawa kwa kuweza kuwaita wahaini ama ambao wanataka kuleta mapinduzi ya serikali. Kwa hivyo waliweza kutekwa na kutiwa mbaroni, kwa sababu ya kuweza kupunguza joto lile la kisiasa ama kuendelea kwa maandamano. Lakini sasa waandamanaji katika siku ya leo pia wanasema kwamba ndugu zao hao waweze kuachiliwa ama waweze kurudishwa. Jambo la tatu ambalo jama huyu ameweza kulizungumzia pia ni kwamba uongozi wa Samia Suluhu umeweza kuwadhuru wananchi na umeweza kuwatawala kima, wananchi kimabavu na kwa hivyo, uongozi kama huo hatuutaki, msikilizaji. Jambo la tatu ambalo wameweza kulizungumzia ni kwamba uongozi wa Samia umeweza kuonekana ukiwa mbaya na kwa hivyo hawautaki uongozi huo. Baadhi yao wanaweza kuonekana na mabango ambayo ya yameandikwa Samia must go. Kwa hivyo kile ambacho pia wanaweza kukipigania kando na kuachiliwa kwa ndugu zao na vilevile vile, uh, wale walioweza kuuawa wanaitaka serikali ya Samia kuweza kung'atuka mamlakani. Cha mwisho nikiweza kusikiliza hapa ambacho, uh, nimeweza kusikia ni kwamba ndugu zetu wamekimbia machumbani machumbani kwao kwa hofu ya kukamatwa ama kuadhiriwa na serikali. Tazamaji, hilo ni jambo la la nne ambalo waandamanaji walioko Mwanza wameweza kulisema kwamba ipo hofu ya kuishi anipo, ipo ipo hofu ambayo imeweza kufanya watu wengi kuweza kukimbia machumbani kwao na kutafuta hifadhi sehemu zingine kwa sababu ya kuweza kuogopa utawala wa Samia. Msikilizaji, hofu hizi ni zile kwamba ikiwa utawe u, uliweza kuonekana kwenye mtandao ukiweza kushiriki maandamano ama ukiweza kushinikiza basi maandamano yaweze kuwepo, serikali inakutafuta na unapata kutiwa mbaroni. Kwa hivyo jamaa wengi wameweza kukimbia machumbani kwao kwa hofu ya kwamba kunaweza kutokea kukamatwa ama kutiwa mbaroni na kuweza kutekwa kama wenzao wengine walioweza kutekwa awali. Kwa, kwa hivyo hali hii imeweza kufanya jamaa waweze kutokea siku ya leo. Naweza kuhakikisha kwamba maandamano ya siku ya leo yanaweza kufanyika. Ndo baadhi ya taarifa ambazo unazipata, msikilizaji, hakikisha kwamba unazidi kutufuatilia, tuhakikishe kwamba unazidi kupata taarifa punde zinapotokea. Tuungane, hatumtaki Rais Samia. Msikilizaji, kama mfuatilio tu wa shughuli za leo na ah, shughuli za maandamano nchini Tanzania Uh, naweza kupata taarifa kwamba uh, uandamanaji mjini Mwanza wameweza kutokea kwa fujo na wameweza kusikika wakiweza kuyataja masuala tofauti. Msikilizaji, ikiwa ni mara ya kwanza tunapatana, hakikisha kwamba unazidi kupiga subscription ama unazidi kutufuatilia kwa faida ya kuweza uh, kupata taarifa zetu punde zinapotokea na ma katika siku ya leo, taarifa ambazo zinafikia ni kwamba mji wa Mwanza nchini Tanzania umeweza kushuhudia maandamano makubwa, na baadhi ya waandamanaji ambao wameweza kutokea pale wameweza kuonekana wakipatiwa ama wakipewa ulinzi na kikosi cha JWTZ ambacho kinatoa uh, uh, usalama katika eneo hilo. Sasa kikosi cha JWTZ kimeonekana kuwazingira uh, jamaa ambao wameweza kutokea kufanya maandamano siku ya leo na kuwaweka katikati. Bwana, hawa wamesema kwamba wameweza kutokea siku ya leo ili kufanya maandamano ya amani na katika picha ambazo zunaziona, jamaa hawa wametengeneza uh, mviringo ambao kwamba polisi wameweza